Asante kwa kuupenda ulimwengu na asante kwa kutupenda Baba. Tumejihudhurisha mbele zako jioni ya leo, ili ukatulishe kwa chakula cha ambacho ni neno lako lenye uzima, maziwa yasiyogoshiwa, ili kwa hayo tukapate kukulia wokovu, na tukafikie kimwa cha utimilifu wa Kristo, tukayaishi mapenzi yako sawasawa na kuumbwa kwetu kwa kuwa hapana aliyeumbwa pasipo sababu ya Muumbaji. Baba, tupe kuyajua makusudi yako na ile sababu ya kuumbwa kwetu, ili tukaiishi kwa furaha, tukautumikie katika kila eneo la maisha yetu kwa jinsi ya uumbaji, sawasawa na kuumbwa kwetu. Baba, watoto wako tunakushukuru kwa shukurani za milele tunapojihudhurisha sasa mbele zako ili ukatufundisha yale yatupasayo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba tunakushukuru amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu aliye Baba yetu kwa ajili ya siku ya leo tena <coughs> ambayo ametukirimia sisi watoto wake kujihudhurisha mbele zake kujifunza yale yatupasayo kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Na kumbuka tunajifunza juu ya kuwekeza katika nafasi, na katika msingi huo wa nafasi tumelenga kwenye uumbaji kwanza, kwa sababu kuna uumbaji na endelevu ya uumbaji. Kwa hiyo baadaye tutajifunza kwa habari ya endelevu ya uumbaji, lakini kwa sasa tunajifunza kwa habari ya uumbaji na Muumbaji, kwa sababu lengo ni <coughs> kupata ufahamu wa kweli ambao utasababisha mtu mmoja kuweza kuishi <coughs> maisha ya baraka sawa sawa na kuumbwa kwake. Na kwa maana hiyo uh, kwa kuwa uumbaji wote ni mkamilifu na kilichofuata baada ya uumbaji ni endelevu ya uumbaji, Mungu aliumba mtu kwa sura na kwa mfano wake na kama ni kwa sura na kwa mfano wake, maana yake ni kwamba um, hauwezi ukamfananisha Mungu na kitu chochote ambacho kipo katika nchi, kwa sababu Mungu ni roho na mtu ni roho. Mtu sio mwili, mtu ni roho. kwa hiyo Uh, tunapojifunza juu ya uwekezaji katika nafasi tunajifunza kwa habari ya uumbaji na muumbaji, au muumbaji na uumbaji. Sasa ukija katika uumbaji unakuta kwamba Mungu aliumba mtu mke na mtu mume. Uh, na tulivyojifunza tumeona kwamba uh, mtu mke na mtu mume maana yake kipawa na kipawa. Ndoa unapokuja kwenye undani wake, sasa unagundua kwamba ile mtu mke na mtu mume maana yake ndoa hmm. Na kipawa. Kipawa na unapofikia hatua hiyo kwa hiyo tunapozungumzia kwa habari ya kujenga au kuwekeza tunawekeza kwenye nafasi mbili za msingi kwa maana ya ndoa na kipawa. Hizo no. Ndo nafasi mbili za msingi, huo ndio uumbaji n yani, huo ndio uumbaji uh -huh na kama huo ndio uumbaji, kwa hiyo yale maisha yetu, ule ufahamu tunaojengwa, unaojengwa ndani yetu, unajenga maeneo mawili. Unajenga kwenye eneo la ndoa na unajenga kwenye eneo la kipawa. Sasa uh, kama ilivyotangulia kusema Mungu ni roho, Mungu ni roho, kwa hiyo ile ndoa na kipawa ni roho, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo uh, tunapojengwa kinachojengwa ni fahamu zetu, yaani ile namna ya roho, kwa maana ya ndoa kipawa na Mungu mwenyewe, inahamishiwa sasa katika ufahamu wetu ili ifae kwa matumizi, kwa sababu huwezi kuishi kitu ambacho hukijui. Kwa hiyo so, sio swala tu la uumbaji ule. Uumbaji sasa unatakiwa uhamishiwe ndani yetu katika fahamu zetu, ili tuweze kuuishi, kwa sababu usipohamishiwa katika ufahamu wetu hautaweza kuishi. Yaani upo ndani yako, uliumbwa ni kweli, ni ndoa na kipawa ni kweli, na Mungu ni kweli, sawa, ni kweli umezaliwa mara ya pili ni sawa, Mungu anaishi ndani yako ni sawa, lakini kama ufahamu huo haupo kwenye maisha yako, kwa maana ya akili au ufahamu wako, maanake bado hayo sio maisha yako, kwa sababu kitu chochote ili kiwe maisha yako lazima kifikie kwenye hatua ya kuishi kwenye ufahamu wako, kuishi kwenye akili yako. Kitu chochote hakiwezi kuwa maisha yako ama ufahamu wako au akili yako haina kumbukumbu za hicho kitu, hayo sio maisha yako bado. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu aliumba mtu mke, aliumba mtu mme, ndoa na kipawa ndio uumbaji. Lakini sasa tunashindwa, kwa nini hatuwezi kuishi ule uumbaji? Kwa sababu ufahamu wake haupo kwenye akili zetu, haupo kwenye fahamu zetu kwa hiyo tuna kitu ambacho tumejitenga nacho, yaani kama tumejitenga na ule uumbaji. Uumbaji una maisha yake, na sisi tunaishi kile ambacho tunakijua kwenye akili zetu, nje ya uumbaji. Kwa hiyo sisi tuna maisha yetu na Mungu na uumbaji wake ana maisha yake. Kwa hiyo sasa, mgawanyo huo unaweka kile kiambaza ambacho sisi tuna namna yetu tunavyofikiri kuhusu Mungu na Mungu ana kweli yake kwa njia ya neno lake kuhusu sisi. Kwa hiyo sasa, tunaishi kwa kupishana, tunaishi kwa, kwa kupishana. Hatuna ule ukweli unaoakisi ule ukweli wa Mungu ndani yetu, yaani katika fikra na mawazo yetu, hatuna ule ukweli kuhusu Mungu na uumbaji wake. Sasa umezaliwa mara ya pili, ni sawa. Hicho umeshakifahamu kwenye akili zako, umeshaelewa kwamba Mungu ni Baba, ni sawa. Na wewe ni mwana, ni sawa. Hiyo ni endelevu ya uumbaji, ni sawa. Sasa pale unapoishia, ndio hapo hapo kwa sababu unaposema Mungu anaishi ndani yangu eh? Mungu anaishi ndani yangu na amesema yeye anaishi ndani yetu, ndani yetu, unadhani sasa anaishi wapi? Anaishi kwenye uumbaji au kwenye endelevu ya uumbaji? Yaani maswali ambayo lazima ujiulize kwamba Mungu anaishi ndani yangu na amesema kabisa huu mwili wangu ni hekalu, hekalu lake, maana yake ni nyumba yake, lakini kwa ndani eh? kwa ndani kwa ndani. Sasa kwa ndani ni wapi? Mungu ni roho, huu mwili kwa ndani bado ni huu mwili kwa ndani, ni, ni roho au ni mwili bado? Ha, ni maswali ya kujiuliza. Sasa sema anaishi ndani yetu na amesema miili yetu ni hekalu lake, lakini kwa ndani hasa, kwa ndani ni mwili au ni roho? Ni maswali ya kujiuliza. Kwa hiyo unagundua kwamba kama Mungu ni roho, hawezi kuishi kwenye mwili, lakini anaishi ndani ya mwili. Hasa kama ni ndani ya mwili ni wapi? Je, ndani ya mwili kuna eneo la roho ndio? Kama ni eneo la roho lipo ndani ya mwili linapatikana wapi? Lazima sasa uende kwenye uumbaji eh, kwamba Mungu aliumba mtu kwa sura na kwa mfano wake, aliumba mtu mke na mtu mume aliwaumba. Ukija sasa kwenye maana ya ile mtu mke na mtu mme, unakuta ni ndoa na kipawa kwa mtu mke, ndoa na kipawa kwa mtu mume. Ni sawa eh? Kwa hiyo sasa, kama Mungu ni roho, ndoa na kipawa ni roho Kama ndoa na kipawa ni roho, vinaishi ndani ya mwili. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anapoishi ndani yangu anaishi kwenye uumbaji ambao ni roho. Kwa hiyo kwa maneno mengine, Mungu anaishi kwenye ndoa na kwenye kipawa ndani yangu, ndani yangu anasema, miili yetu itweni miili yenu iwe hekalo. Anaishi ndani yetu hasa, unajiuliza ndani wapi? Sasa lazima uwe na, na ule uwezo wa kuelewa zaidi, kwamba kama amesema anaishi ndani yetu ni wapi Mungu ni roho, ndio sasa ataishije? Kwenye mwili asema ye anaishi ndani yetu, asema itoeni miili yenu. Kwa hiyo ndani ya mwili kuna eneo la roho, ndani kuna eneo la roho hasa. Kama kuna eneo la roho, ni eneo gani hilo? Je, yeah, tuna uwezo wa kulitambua? Je, yeah, tuna uwezo wa kulielezea? Je, yeah, tuna uwezo wa waku... kuliishi Yani, lipo ndani yetu wapi sasa? Anasema kwa hiyo maana, kama ni ndani, maana yake lazima iwe ni kwenye uumbaji eh, lazima iwe ni kwenye uumbaji, na kama ni kwenye uumbaji, maana yake lazima iende zaidi kwamba ni kwenye eneo la sura na mfano. Ile sura na mfano maana yake mtu mke, mtu mume, maanake ndoa na kipawa. Pale ndiko Mungu anaishi eh? Tuko sawa? Ndiko Mungu anakoishi. Kwa hiyo wakati sisi tunadhani kwamba ah, kumbe nimeshaelewa mimi, eh, niliumbwa mtu mke, niliumbwa mtu mume, sawa. Ile mtu mume na ile mtu mke ni roho, ni ndani yetu na ndiko Mungu anakoishi. Kwa hiyo maanake ni kwamba tunapoishi, hakuna mahali utagusa katika roho pasimuhusu Mungu, kwa sababu anasema anaishi ndani yetu. Kama yeye ni roho, hawezi kuishi kwenye mwili, ila amesema miili yetu ni hekalu lake, lakini kwa ndani sio kwa nje. Kwa nje ni mwili, kwa ndani mwili unaishi roho unatunza eneo la roho liko ndani. Lile eneo ndilo ambalo Mungu anakoishi. Sasa ni eneo gani? Sasa, sasa unakuta yeye anaishi kwenye lile eneo la, la, la, la, la, la, la, la, la kipawa na lile la ndoa no. Amesema ee hey, hawezi kuishi kwenye nyumba iliyofanywa kwa mikono ya nani? Ya mwanadamu mwana hey, hawezi kuishi yee hey, anaishi mahali alipofanya mwenyewe. Kwa hiyo kama Mungu anaishi ndani yetu, sasa tunaanza kuelewa kwamba wakati unapowaza Mungu alikuumba mtu mke, alikuumba mtu mume. Tambua ya kwamba ilo eneo ndilo Mungu analoishi. Kama anaishi ndani yetu, hapo ndipo anakoishi, na kama hapo ndipo anapoishi, sasa unaangalia, kama hauna ufahamu wake, kama una ufahamu wa kipawa na ndoa na matumizi yake, utaishije na Mungu usiyejua hata anakoishi ndani yako kwa sababu unajua Mungu anakaa mbinguni, lakini akiwa katika nchi anapatikana ndani yetu, sio hewani. Na kama anapatikana ndani yetu, anapatikana kwenye uumbaji wake. Kama ni kwenye uumbaji wake, maanake anapatikana kwenye ndoa na kwenye kipawa. Tuko sawa mpaka hapa? Sasa ndio maana unakuta, kwa nini ni lazima, kama sasa unataka kuishi mapenzi ya Mungu sawa sawa na ulivyoumbwa, kwa nini ni lazima kuzaliwa mara ya pili? Ni kwa nini ni lazima, kwa nini ni lazima kuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili inatengeneza ndani ya ule uumbaji inatengeneza uhusiano kati ya muumbaji na uumbaji wake, uhusiano wa si ule wa kuumbwa tena. Kuumbwa ni sura na mfano, uhusiano ambao unatengeneza endelevu ya uumbaji. Ndio maana unakuta sasa, tukisha zaliwa mara ya pili, tukishazaliwa mara ya pili, kuna nafasi mbili ambazo hauwezi ukaziepuka, yani ndizo maisha yetu ya kila siku. Ukisha zaliwa mara ya pili eh? Ukisha zaliwa mara ya pili kuna nafasi ngapi? Mbili. Ukishazaliwa mara ya pili nafasi ngapi? Mbili. Nafasi ya kwanza ni nafasi ya nani? Mwanafunzi, na nafasi ya pili ni nafasi ya mtumwa au mtumishi. Maanake hizi ni nafasi za nani? za mwana. nafasi za nani? za mwana, mwana. Kwamba ukishazaliwa mara ya pili, yale maisha ya kila siku, ya kila siku, nafasi ya kwanza, maanake kuna ya kwanza na ya pili ambayo lazima uiishi kila siku ni nafasi ya nani ya mwana? Hii nafasi ya mwana, ya mwanafunzi, maanake hapa unajengwa. Amen, amen. hapa ndipo unapojengwa, alafu hii nafasi ya mtumwa inaenda kwenye nini, matumizi. Maanake hii nafasi ya mwanafunzi inakupa ufahamu wa jinsi ya kuishi na Bwana, jinsi ya kuishi na Mokozi. Maanake hii nafasi ya mtumwa, kila utakachokifanya ni nafasi ya mtumwa, lazima ifanye kazi. Na nafasi ya mtumwa ikifanya kazi, maanake umefanya kwa nani? Kwa Bwana. na huwezi kumtumikia sasa nje ya uumbaji wake, na huwezi kumtumikia kwanza nje ya uumbaji wake, yaani nje ya mipaka ya uumbaji, huwezi kumtumikia kwa sababu hakuna, hakuna maisha nje ya uumbaji. Na kama hakuna maisha nje ya uumbaji, kama hakuna maisha nje ya uumbaji uh, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama hakuna maisha nje ya uumbaji, kama hakuna maisha nje ya uumbaji, maana yake hakuna Mungu nje ya uumbaji. Hakuna Mungu nje ya uumbaji, na kama hakuna Mungu nje ya uumbaji, maana yake hakuna maisha nje ya uumbaji na kama hakuna maisha nje ya uumbaji, maanake Mungu anapatikana ndani ya uumbaji wake, anapatikana ndani ya uumbaji wake.